Eh, bana, mimi nipo zangu na Dula Heavyweight na kama ambavyo nilikujuza siku ya jana, na tunaendelea kukujuza kila kunapoitwa leo, kuwa zetu updates kwa hivi sasa ni kwenye anga la usajili na mambo yamekuwa mengi kweli kweli kila kunapokucha mchezaji au e, wachezaji wanahusishwa na vilabu vya hapa nchini kwetu Tanzania na unafahamu kuwa ligi inaelekea ukingoni, dilisha kubwa hila hapo linafunguliwa kwa wachezaji e, kupewa thank you na welcome zitakuwa nyingi sana. Tupo na Heavyweight, kwanza nijue hali yako iko vipi, Kakadula? Kwema kabisa ndugu yangu, mambo yanaenda vizuri, ah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam wanasema tupo mubashara e, kuna jina nimelisoma kwenye magazeti mm. E, siku ya leo siku ya jana, na vituo mbalimbali vya redio nimesikia likisikika. Huyu e, mchezaji ni Mkongo, kama unavyojua raia wa Kongo wamekuwa wakipata sana fursa hapa katika ligi yetu ya Tanzania. Anaitwa Ange Basiala. Mm. Nataka utupitishe kidogo, tumjue ni mchezaji wa aina gani, maana naona za ndani ni Simba Sports wanamnyapia nyapia sana huyu mchezaji. Yeah, of course. Uh, unajua kwanza ameshawahi pia kuhusishwa na, na Yanga. Na Yanga. Yeah Ageba Siala Amongo ameshawahi kuhusishwa na Yanga pia. Na nafikiri ni mchezaji ambaye ana kariera yake ni ya muda mrefu. Maana yake ameanza kucheza soka muda mrefu na ameanza kuonyesha uwezo wake muda mrefu sana. Kwa hiyo ili niweze kusimplify kwa sababu mimi nimekuwa nikipenda sana kuelezea kuanzia mchezaji anavyo na details nyingi sana. Nitakacho, ntakacho kifanya mimi nitaweza kuambia au kuwapa picha watu kwa kusummarize zile details zake, kuyaweka katika mambo tofauti tofauti. Of course, mambo kama matano sita hivi, uh, ya ambayo mimi nitaelezea hapa kuhusiana na huyu mchezaji ambayo hayo mambo matano sita, no. Eh, sana sana ni matano yatawafanya wao waweze kumjua zaidi kwa kina no. Yeah, mchezaji huyu. Kwa hiyo tutaanza jambo moja baada ya jingine. Alafu kupitia hayo mambo automatically watakuwa mjua karia yake kila kitu wa aina gani, basi na shaka naamini hivyo, naamini hivyo. Moja kwa moja tuanze kumfahamu historia yake ya kisoka karia yake. Tunafahamu wachezaji wa Kongo waliopita katika ligi ya Tanzania, e, wamekuwa ni wachezaji muhimu kwelikweli, hususan wa kutegemewa katika vikosi, e, vya Simba Sports pamoja na Young Africans. Tupitishe tumjue kwa kina. Of course kwanza kabisa ni mchezaji kama ulivyosema, raia wa Kongo, umri wake ni miaka 26. Kwa sasa anacheza katika kikosi cha AS Maniema Union, na nafasi anayocheza ni kiungo mshambuliaji wa wakati, na labda nikwambie tu, amecheza AS Maniema Union kwa muda mrefu Umeelewa, maana yake amesajiliwa AS yes, Manyema Union mwaka 2017 18 na klabu yake ya kwanza kusay, kucheza kwenye kari yake ya soka ilikuwa ni mwaka 2015 16, klabu moja inaitwa Dauphin Noir. Hiyo uh, ni kwa Kifaransa lakini kwa Kiingereza ni Black Dolphin. Ya okay. Yeah, kwa hiyo ndo klabu yake ya kwanza hiyo. Na kama alivyokuambia nitasummarize hii transfer, sababu imagine uanze kuongelea matukio ya kuanzia mwaka 2015 mpaka unazungumzia unazungumzia miaka kumi unaelewa eh? Na kwa jinsi ambavyo mi nimekuwa nikidadavua, of course unaweza tukajikuta watu wanasikiliza mpaka wanachoka. Kwa hiyo mwisho wa siku nitaweka katika mambo takriban matano ambayo nikikutajia kuhusiana na huu mchezaji unaweza ukamjua kwa kina. Kwanza kabisa tunaanza mwaka elfu mbili kumi na sita ambapo Uh, alikuwa miongoni mwa nyota 20 ambao waliunda kikosi cha vijana cha DR Congo ambacho kilicheza michezo ya kosafa chini ya umri wa miaka 23 pale nchini South Africa, alikuwa katika sehemu ya kikosi umeelewa? ya na alikuwa yeye sambamba na wachezaji wengine kadha wa kadha, akiwemo Shadrack Muzungu Lukombe, nafikiri watu wanamjua, ya akiwemo mtu kama Glody Kikwama Mujinga. Kuna mshikaji mwingine anaitwa Jonathan Ifa, Ifaso Ifunga ambaye yeye kucheza pale Al Hilal pamoja na Ernest Luzolo sita, Shadrack Boka na wengine wengi sana, walikuwa kwenye kikosi takriban nyota 20 na yeye akiwemo, umeelewa? Na by the way michezo ile ilichezwa kati ya mwezi Desemba ya 7 mpaka Desemba 16, na DR Kongo alifanikiwa kufika mpaka hatua ya Uh, walishika nafasi ya tatu, by the way, walishika nafasi ya tatu kwenye ile michuano, na ushiriki wao ulikuja baada ya timu ya taifa ya Rwanda ambao ndo walikuwa washiriki kuandika barua ya kutoshiriki kwa hiyo, na walivyoandika barua ya kutoshiriki kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao, DR Congo wakapewa hiyo nafasi, na jamaa ndo waliweza kuwa miongoni mwa hiyo kikosi na michezo yu... hiyo <coughs> Zambia nafikiri ndo alikuwa mabingwa na hao Zambia ndo aliweza kumtoa DR Congo kwenye hatua ya nusu fainali ya ile michuano ambayo ikawapelekea wao kucheza katika position ya mshindi wa tatu akapata medali ile ya mshindi wa tatu. Kwa hiyo, jamaa yupo na ana medali yake ya mshindi wa tatu wa kusafa chini ya umri wa miaka 23. Kipindi hicho anacheza katika kikosi cha Dolphin Noise, mwaka 2015 16 ukiwa ndo msimu wake wa kwanza kwenye sini ya karia sienelewa. So, hilo ni jambo la muhimu sana, nafikiri nimekupa picha kuhusiana na karia yake kidogo ya mwanzo, lakini jambo la pili, huyu jamaa amefanya debut yake katika mchezo katika ngazi ya kimataifa, tunazungumzia mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya preliminary Menilewa, ilikuwa ni mwanzo ya mwanzo kabisa unazungumzia, hiyo ilikuwa ni Februari 10 mwaka 2018 dhidi ya Manga Sports. Dhidi ya Manga Sports aliweza kufunga bao katika debut yake katika mchezo wa kimataifa dhidi ya Manga Sports, manake wa kufuzu preliminary hatua ya kwanza kabisa dhidi ya Manga Sports, ilikuwa kama dakika 84, na hilo bao lilitokana na rebound ya mpira ambao ulipigwa na Tuisila Kisinda, nafikiri watu wanamjua na jamaa kuweza kumalizia, umeelewa. Ushindi ule ulikuwa na maana kubwa, kwa sababu by the way uh, uliwasaidia wao kuweza kuprogress kwenda hatua ya first round kwa sababu mechi inayofuatia walienda kutoa sare ya bao moja kwa moja kwa sababu hii mechi ilichezwa katika dimba la Henry Silvers. <coughs> Pale nchini Gabon kwa sababu hii Manga Sports ni nchini Gabon. Uh, walivyokwenda katika mechi ya marudiano ambayo ilifanyika pale Joseph Kabila, uh, mji wa Kindu ambapo ndio inapatikana hii AS Manyema Union. Mechi ilisha kwa sare ya bao moja kwa moja na wakaenda kwenye hatua inayofuata ya uh, first round wakakutana na USM Alger, manake wakingwa wangemtoa yule USM Alger pengine ndio wangeenda makundi. Lakini kwa bahati mbaya safari yao ikaishia hapo kwa sababu mechi ya kwanza ambayo ilifanyika pale Joseph Kabila, uh, waliweza kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili manake AS Manyema ndio walikuwa nyumbani. Mabu bao hao ya AS Manyema wakifungwa na Seza Lobi Manzo kinafikiri watu wanamjua, pamoja na Mpiana Moses Platini ambaye amewahi kucheza Tanzania akiwa na kikosi cha Azam FC, umenielewa? Yeah, na mechi ya marudiano katoka sare ya bao moja kwa moja nchini Algeria na aggregate kikanuni, wakawa wameondoshwa kwenye kwenye mashindano, umenielewa? Ya, kwa hiyo jamaa e, alikuwa anaunda eneo la safu ya ushambuliaji. Yeye pamoja na Seza Lobi Manzoki, e, Tuisila Kisinda pamoja na na kuna mwamba mmoja anaitwa e, Mumbere Mbusi. <laughs> Majina ya kikongomani, unaelewa? Of course, hiyo ndio ilikuwa ni attacking uh, attacking player ya ya, ya timu ya AS Manyema kwa kipindi kile. Unaelewa? Yes, na alikuwa uh, miongoni mwa sehemu ya kikosi na Mindu alijiunga na uh, AS Manyema Union msimu wa 2017 kumi na 18. Umeelewa? Kwa hiyo nakupa tu picha kwamba kama aliweza kufunga goli kwenye debut yake katika mchezo wa kimataifa eh, inakupa picha kwamba huyu jamani ni hatari. Lakini jambo la tatu ni kwamba huyu jamaa aliisaidia timu ya AS Manyema Union kuweza kutoa taji la Coupe du Congo, manake Congo Cup katika msimu wake wa pili tu akiwa na miamba hiyo ya Kindu, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2019 ambapo aliweza kutoka sare kwanza katika huo mchezo dhidi ya FC Nice ambao ulifanyika pale katika dimba la Stade na Matis Penteconte, aliweza kucheza by the way kwenye huo mchezo, alitoka sare ya bao moja kwa moja na huo mchezo magoli yakifungwa na Museli Mongali, ambaye kwa upande wa AS Manyema dakika 35 tu, kisha bao la kusawazisha la FC Rennes likifungwa na David Molinga Ndama Falcao. E, robo robo saa la mwisho kabla ya mchezo kumalizika, watu nafikiri wanamjua pia, umenielewa, e, mzigo ukaenda kwenye mikwaju ya penalty na hatimaye AS Manyema wakaweza kutoa taji Tjilile jamaa pia alikuwepo kwenye eneo la safu ya ushambuliaji, yeye pamoja na Mpiana Mozizi Platini <laughs> e, walikuwa wakiunda lile eneo la la ushambuliaji pale, na walikuwa wana, wana, wana, wana, wana perform vizuri sana okay. Enelewa lakini vilevile vile, uh, Ushindi, u, by the way lile kombe ni, lilikuwa ni kombe lao la tatu kihistoria maanake toka wameanza kuchukua kombe la kwanza mwaka 2007 wakachukua tena 2017 alafu wakaja kuchukua tena elfu mbili na, kumi na, kumi na tisa. Okay. na mi, mi, mi, michezo yote ya ya Congo Cup alicheza vizuri tu na na ile Congo Cup walivyochukua ikawa imewasaidia wao kuweza kupata nafasi ya kushiriki michuano ya kombe la shirikisho kwa mara nyingine tena hmm. Lakini safari yao by the way <laughs> haikwenda vizuri kwa sababu hatua yao wa ya, wa ya kwanza tu wanakutana na Rambele AC ya nchini Gabon, pia wakatolewa kwa aggregate uh, aggregate ilitai, manake mechi zote mbili zilienda moja moja, lakini walifanikiwa kutolewa kwa mikwaju ya penalti. Safari yao ikawa imeishia hapo, umeelewa? Lakini uh, by the way alikuwa na performance nzuri, umeelewa, ya nimekutajia pia kuwasaidia kuchukua Congo Cup. Tunakuja swala la nne, ndio bwana <laughs> Yes. Kwenye jambo la nne hapo naweza nikaliweka hivi, huyu eh, jamani mchezaji ambaye ana uwezo mzuri sana wa kupiga mipira mi ya free kick oh. Si unanielewa oh ni mbadi sana kwenye hilo eneo, na friki zake sio tu kwenye kufunga, lakini pia zinaweza zikaleta madhara, na nitakudadavulia baadhi ya friki of course. nita na ya nitaanza na friki yake ya kwanza kwenye sini ya karia yake, ambayo alipiga match 12 ya mwaka 2020. By the way, ilikuwa ni birthday yake, ukazaliwa 98 98, kwa sababu ana miaka 26 na hiyo mechi ilikuwa ni dhidi ya CS Don Bosco na kuisaidia timu yake kuweza kuondoka na ushindi wa bao moja sifuri. Akaja akarudia tena bala jingine, kwa kufunga mpira, mkwa, kwa mkwaju wa free kick eh, dhidi ya tipi Mazembe katika mchezo ambao ulifanyika Machi ishirini, Mei ishirini na sita, ya mwaka 2024, na kuisaidia timu yake ya AS Manyema Union kuondoka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Lakini pia alikuja kufanya attempt ya free kick katika mchezo wa CAF Champions League maanake walifuzu CAF Champions League msimu uliopita. Uh, aliweza kufanya attempt ya mchezo wa CAF Champions, katika mchezo wa CAF Champions League dhidi ya AS Far Rabat na goalkeeper kipe, bahati mbaya, El Mehdi Benabid aliweza kuisevu ile, na pengine ingeweza kuwa bao. Eh, kwa sababu nimekutajia ni, ni mkali wa friki. Unajua sio kila friki lazima iingie, mm -hmm. golini lakini muda mwingine kipa anaweza akafanya exceptional save na kufanya aka deny, lakini nikakwambia pia friki zake zimekuwa zina madhara sio tu kwenye kufunga, lakini muda mwingine zimekuwa ziki, zikisababisha mabao. Kwa mfano aliwahi kufunga bao, aliwahi kutoa assist kwa mpira wa set play katika mchezo dhidi ya CS Don Bosco ambao amekuwa akiwanyanyasa sana E, mchezo huu ambao ulifanyika match 10 mwaka 2024. Uh, aliweza kupiga indirect free kick na of course bao likifungwa na Lupini de Messi, lakini vile vile akaja akarudia tena dhidi ya hawa hawa CS Don Bosco ambao mchezo ulifanyika tarehe 25 April mwaka huu e, akipiga kwa mpira wa kona lakini na goal likifungwa na Jeff Tekitambala. <laughs> Si unaelewa. Lakini vile vile tukirudi katika qualification kabla wajaingia hatua yao ya makundi kwa mara ya kwanza kwenye historia yao, umeelewa, walicheza dhidi ya Petro de Luanda. Walimuondosha Petro de Luanda, nafikiri unafuatilia huo mchezo. Kwanza alifunga bao, lakini jambo la pili, aliweza kuassist Aku no siwezi nikasema kuassist, lakini alipiga mpira wa kona ambao ile kona ilisababisha upatikanaji wa wa bao eh, of course ili, bao likifungwa na Christian Kaboko panzi eh, na lilikuwa ndi bao la ushindi kwa sababu waliweza kushinda kwa mabao mawili kwa moja pale katika uwanja wao wa nyumbani wa Joseph Kabila na kwenda kutoa sare ya bila mabao uh, kule Angola na kuweza kuprogress kwenye hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika kwa mara ya kwanza kwenye historia yao, ikiwa ndo mara yao ya kwanza pia wanashiriki wanashiriki wanashiriki umenielewa. Nafikiri umeona performance yake, yani kafunga bao na ametengeneza kona ambayo iliweza kusababisha bao, kwa sababu before iliguswa, lakini baadaye ikatumika, kwa sababu imeua assist. Lakini maybe ingekuwa kona ya moja kwa moja ambayo imezalisha bao, ingekuwa ni assist. Kwa hiyo jambo la nne ni kwamba huyu mchezaji kama atasajiliwa na Simba, maanake ni kwamba atakuja kuongeza makali sana kwenye eneo la kutumia mipira ya kufa, maanake wale ma dead ball specialist watazidi kuongezeka kwenye kwenye kikosi cha mnyama Simba Sports Club, ndo ndo maana nikataja nika katika hili swala, na nimeweka matukio yake yote ambayo amewahi kuyafanya Afrika, kiako mengi by the way, lakini nimejaribu kudadavua baadhi ili mtu aweze kupata picha kwa ukubwa wake kwamba huyu jamaa ni hatari kiasi gani linapokuja swala la mipira ya, ya aina hiyo. Unaelewa? Ya lakini jambo la mwisho ni kujua takwimu zake kwa ufupi, especially msimu ambao amewahi kufanya vizuri zaidi. Naelewa mwaka 2024, manake msimu wa 2023 24 huyu uh, jamaa aliweza kufunga mabao sita maanaake alimaliza akiwa kinara namba mbili kwenye ufungaji katika klabu yake nyuma ya Jefte Kitambala ambaye ndo alikuwa na mabao nane ndo top scorer wa klabu yake. Uh, lakini vilevile vile alikuwa ndo kinara wa utoaji wa pasi za mwisho katika, eh, assists katika michezo ya championship playoffs, michezo ile ya kuwania ubingwa, yeye ndo alimaliza akiwa kinara wa assist kwenye grupu la, uh, ya mabingwa. Kuna Mazembe umo kuna nani Yeah, kwa hiyo e, na kuweza ku, ku, ku, ku, kutambuliwa hivyo kwamba ni mchezaji mwenye threat kiasi gani, alicontribute zaidi ya mabao kumi na moja kwa sababu alimaliza na asisti tano pamoja na mabao mabao sita, si umenielewa? Na jambo ambalo lilifanya pia Ku attract interest ya vilabu vingine tofauti tofauti na miongoni mwa vilabu nilitaja Yanga, lakini vile vile Kaizer Chiefs ilituma mpaka uh, Head of scout, Chief of scout wao katika mchezo dhidi walocheza AS Manyema dhidi ya Mamelodi Sundowns mm. Katika ligi ya mabingwa barani Afrika kulikuwa kuna scout wa, wa yeah, Chiefs ambao anaitwa Sembokesi eh, Maliwa alikuwepo, alihudhuria ule mchezo kwa ajili ya kuangalia uwezo wa mchezaji huo na kuonyesha na kujaribu kufanyaje ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Umeelewa? By the way, ana kipaji kikubwa na e, kwa upande wangu mimi nilivyoona tetesi za yeye kuhusishwa na na Simba sikushangaa sana sababu, by the way, pia ameshawahi kuhusishwa na klabu ya Yanga. Na kwa kifupi sana kupitia hayo mambo matano nafikiri watu wamepata picha, kwa sababu nimetaja kuanzia mwaka 2015 mpaka tunavyozungumzia yeye mpaka elfu mbili na ishirini na tano hivi na katikati hapa haraka ili watu wasiumie sana kumjua kwa undani kwa sababu wanaweza wakajikuta sasa wana, wana, unawelezea mpaka vitu vingine vinawapotea. Umeelewa? kwa kwa ni, eh? Yeah. si <laughs> Yeah, ni, ni mchezaji fulani hivyo, mchezaji ambaye mm. ana uwezo mzuri wa kukokota mipira, ana uwezo mzuri wa kupiga mashuti, anapiga mashuti vizuri sana. Ana work rate. Maana work rate watu wengine washindwa kuelewa, yani uwezo wake wa kupambanaji uwanjani. Yeah, no. Anaweza akacheza kwa nguvu ile ile ndani ya dakika tisini eh, pasina kuchoka okay, na akaperform katika eh, kiwango kikubwa sana. Ni bonge moja la mchezaji anaitwa Ange, eh, mm. eh, Ange Basiala Amongo wa miaka wa miaka 26 umenielewa yeah, na uzuri eh, ana uzoefu samani eh, ana uzoefu kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu ameanza ku-amefanya debut yake mwaka 2018 huko kama alivyokuambia mm na fikiria, imagine Manyema wamepita wame wachezaji chungu mzima pale mpaka kina Cesar Manzoki, Maxi Nzengeli, siwelewe. Wengi tu lakini hawajawahi hawajawahi kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika. Unaelewa? hmm. Lakini chini ya huyu jamaa eh, sio tu ligi, sababu ligi ya mabingwa kuingia mpaka uchukue ubingwa au umalize nafasi ya pili, hata uh, kwenye shirikisho tu kuingia hatua ya makundi hawajawahi. Sasa imagine huyu jamaa ameiongoza ame mm -hmm. e, AS Maniema kuwatoa Petro de Luanda mm -hmm, kutoka Angola, kutoka Angola na ni dominant kwenye ile michuano imefanya vizuri sana mm -hmm. e, mpaka kuingia hatua ya makundi imagine, imagine hiyo nguvu, sio jambo dogo na wame wame perform vizuri, kwa hiyo E, kwa upande wangu mimi naona zile boxi ambazo Simba wanazihitaji, wanaweza wakazipata kwa huyu mchezaji kwa sababu kwanza, ni mchezaji ambaye michuano ya kimataifa, maanake tayari ana ana uzoefu nayo kiasi fulani. Uh, lakini vilevile vile ni mchezaji ambaye ameprove kwamba ana uwezo wa kuperform vizuri katika mechi kubwa, kama unaweza kuwafunga timu kama TP Mazembe mm. tena kwa mkwaju wa free kick, miongoni mwa timu kubwa na kongwe pale katika nchi ya DRC, uh, unaweza kufunga magoli mengi kwenye klabu yako, unaweza kutoa assist nyingi, unacheza kwenye namba kumi, basi uh, si, si mbaya. Ni mchezaji mzuri sana. yeah, ni mchezaji mzuri huyo. Ni heavyweight Dula kama yeye kasema, ni mchezaji mzuri nipinge mimi asanani. Tusubiri, tusubili tu kuiona welcome yake ndani ya kikosi cha Simba Sports Endelea kutufuatilia ili upate mengi mazuri kutokea hapa tunapokutayarisha.